Imekwisha timia saa kumi na mbili kamili za jioni huko Afrika Mashariki. Hapa mjini Bonn ni saa kumi kamili za jioni. Karibu kwenye matangazo haya. Kwa niaba ya wenzangu utakaowasikia anaitwa Lilian Mtono. DW habari za ulimwengu, msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Waziri wa mambo ya nje wa Iran nasema mazungumzo na Marekani ni mwanzo mzuri watu 31 wauawa katika shambulizi la mlipuaji wa kujitolea mhanga kufa Pakistan na Kongo yakubali kuwapokea wahamiaji haramu wanaorejea kutoka Uingereza. Habari kamili. Maskat, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abas Arachi ametaka mazingira ya mazungumzo na marekani kuwa mazuri. Ametaja mazingira mazungumzo na Marekani kuwa mazuri huku pande hizo mbili zikikubaliana kuendelea na mazungumzo zaidi. Ameiambia televisheni ya taifa ya Iran IRNA kwamba katika mazingira hayo walibadilishana maoni na kuongeza kuwa pande hizo mbili zitaamua kuhusu mipangilio na wakati wa mazungumzo mengine katika tarehe ya baadaye. Mwanadiplomasia huyo pia amesema mazungumzo hayo na Marekani yalikuwa mwanzo mzuri sana lakini kwamba wanaoshiriki mazungumzo hayo sasa wanapaswa kuzungumza na viongozi wao. Ameongeza kusema mazungumzo hayo yanafanyika katika awamu nyingi na kwamba lengo lao kuu ni kutafuta mfumo wa mazungumzo zaidi. Islamabad, Watu 31 wameuawa na wengine zaidi ya 170 kujeruhiwa leo wakati mlipuaji wa kujitoa mhanga kufa alipolipua bomu katika msikiti wa washia wa Khadijatul Kubra Imam Barga viungani mwa Islamabad nchini Pakistan wakati wa sala ya Ijumaa, hili likiwa shambulizi baya zaidi la aina yake kwa zaidi ya mwongo mmoja. Picha kutoka eneo hilo zilionyesha mili yenye damu ikiwa sakafuni ndani ya msikiti huo na kuzungukwa na vipande vya vioo, uchafu na waumini waliokuwa na hofu. Makumi ya wengine waliokuwa wamejeruhiwa walikuwa wamelala kwenye bustani ya msikiti huo wakati maafisa wa polisi walipokuwa wakitafuta usaidizi. Maafisa wawili waliozungumza kwa sharti la kutotajwa majina, kwa kutokuwa na idhini ya kuzungumza na waandishi wa habari, wanasema mshambuliaji huyo alisimamishwa kwenye lango la msikiti huo kabla ya kulipua bomu hilo. Baada ya kuwatembelea waliojeruhiwa hospitalini, waziri wa masuala ya bunge Tariq Fazal alisema wanatoa msaada wote unaohitajika kwa familia za waliopoteza wapendwa wao. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema leo kuwa Umoja wa Ulaya daima uko tayari kufanya mazungumzo na Urusi katika juhudi za kumaliza vita nchini Ukraine, lakini hautafungua njia zozote sambamba za mawasiliano. Tuko tayari bila shaka kufanya mazungumzo na Urusi. Kwa sasa mazungumzo yaliyoratibiwa yanafanyika huko Abu Dhabi, kama nilivyosema, kati ya wawakilishi wa Marekani, wa serikali ya Ukraini na serikali ya Urusi. Ikiwa tunaweza kuchangia kufanya mazungumzo haya kuwa bora zaidi, hata kufanikiwa zaidi, basi tutafanya hivyo, lakini hatutafungua njia zozote za mawasiliano hapo. Merz ameendelea kusema kuwa wana lengo moja na ni kwamba wanataka kuona vita dhidi ya Ukraine vikimalizika haraka iwezekanavyo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, London. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubali kuwapokea wahamiaji walioingia Uingereza bila vibali stahiki baada ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi hiyo, Shabana Mahmud, kutishia kuzuia utoaji wa visa kwa raia wake hii leo wizara hiyo ya mambo ya ndani ya Uingereza ilitangaza hatua hiyo ya Congo huku Mahmud akisema kwamba ujumbe wake uko wazi kuwa nchi za kigeni zitakataa kukubali raia wake wanaorejea nyumbani itakabiliwa na athari. Mahmud alitoa tishio hilo kwa Congo mwishoni mwa Desemba mwaka jana kutokana na kukosekana kwa ushirikiano kuhusu wahalifu wa kigeni wanaorejea nchini mwao pamoja na wale wasiokuwa na vibali vya kuishi Uingereza. Wakati huo huo alisitisha kipaumbele kwa wanadiplomasia wa Kongo na watu mashuhuri pamoja na kuharakisha utoaji wa haraka wa visa kwa raia wa nchi hiyo. Kongo ni nchi ya tatu kufikia makubaliano na Uingereza baada ya kutishiwa kuwekewa vikwazo vya visa. hatimaye Nairobi. Shirika la kimataifa la hisani kwa watoto Save the Children limesema makundi yenye silaha katika jimbo la Jonglei Sudan kusini limechoma na kuzipora ofisi za shirika la misaada la Uingereza na kuharibu kituo chake cha afya. Shirika hilo limesema shambulizi hilo limetokea katika kituo cha afya kilichoko kwenye mji wa Walgak na kusababisha kusitishwa kwa huduma muhimu kwa mamia ya watoto na familia zao. Save the Children imethibitisha kwamba hakuna mfanyakazi wake yeyote aliyejeruhiwa katika shambulizi hilo, lakini linasitisha shughuli zake kwenye eneo hilo na kuondoa wafanyakazi wake. Chris Nyamandi, mkurugenzi wa Save the Children Sudan Kusini, amesema ikiwa vituo vya misaada vinashambuliwa, ni raia hasa watoto ndio no wanaoathirika zaidi. Nyamandi amesema vitendo hivyo havikubaliki na lazima vikomeshwe. Shambulizi hilo limetokea jana Alhamisi, baada ya hospitali ya madaktari wasio na mipaka MSF kuharibiwa kwa shambulizi la anga huko Lankein siku ya Jumanne na kuharibu ghala lake kuu na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za Ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu Leo Jioni tatu na kushukuru, nakutakia na jioni njema na wikendi njema. Haya, ah, yeah, msikilizaji nayo nayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii jioni hii tu kuletea mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani ambayo yamehitimishwa Ijumaa hii leo mjini uh, Mascat, Oman. Na umoja wa Ulaya waonyesha utayari wa mazungumzo na Urusi katika juhudi za kuvimaliza vita nchini Ukraine. Na huko Pakistan, karibu watu 31 wamefariki katika shambulizi la kujitoa mhanga katika mji mkuu Islamabad. Kanasi mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza na uchambuzi tukiangazia mzozo huko nchini Ukraine. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema leo kuwa Umoja wa Ulaya uko tayari kufanya mazungumzo na Urusi katika juhudi za kuvimaliza vita nchini Ukraine. Merz amesema hayo wakati ambapo Urusi inaituhumu Ukraine kuhusiana na jaribio la mauaji dhidi ya jenerali wake wa ujasusi. Zaidi ni kutoka kwa Jacob Safari. Akizungumza wakati alipokuwa akikamilisha ziara yake ya siku tatu katika eneo la Ghuba, kansela Merz amesema Ulaya siku zote iko tayari kwa mazungumzo na Urusi, na endapo inaweza kuchangia katika kufanya mazungumzo yanayoendelea huko Abu Dhabi kuwa bora zaidi, basi itafanya hivyo. Merz lakini amesema kwamba hawataanzisha mazungumzo sambamba na hayo yanayoendelea huko Umoja wa Falme za Kiarabu katika juhudi za kuvimaliza vita vya Urusi nchini Ukraine. Kauli hii ya Merz inakuja wakati ambapo Urusi kupitia msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov imeyataja mazungumzo hayo ya Abu Dhabi yanayojumuisha maafisa wa Urusi, Ukraine na Marekani kuwa yenye tija mno. Peskov ameyasema haya huku waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergey Lavrov akiituhumu Ukraine kwa kuhusika katika kile alichokiita tukio la kigaidi la kujaribu kumuua jenerali wa intelijensia wa ya Urusi Vladimir Alekseyev. Ila tukio hili la kigaidi kwa mara nyingine linathibitisha dhamira ya utawala wa Zelenski ya uchokozi wa mara kwa mara ili kutatiza mchakato wa majadiliano unaoendelea, na nia yake ya kufanya chochote kile ili kuwashawishi wafadhili wake wa Magharibi pamoja na Marekani ili hadi tu mwafaka usipatikane. Maafisa wa uchunguzi nchini Urusi wanasema Alekseyev, ambaye ni naibu mkuu wa shirika la ujasusi la kijeshi mjini Moscow, GRU, amepigwa risasi na mtu asiyejulikana leo katika jumba moja la makazi mjini Moscow. Maafisa hao wanasema mshukiwa wa tukio hilo alitoweka na jenerali huyo sasa amelazwa hospitalini huku uchunguzi ukiendelea na rais Vladimir Putin akiendelea kuarifiwa. Ukraine bado haijatoa tamko lolote kuhusiana na tukio hilo. Ukraine lakini imekiri kuhusika mara kadhaa na mauaji ya maafisa kadhaa wa kijeshi nchini Urusi tangu nchi hiyo ilipoivamia mnamo Februari mwaka 2022. Hayo yakiarifiwa, watu kadhaa wameuawa nchini Ukraine kufuatia mashambulizi ya Urusi katika eneo la Zaporizhzhia. Kulingana na gavana wa eneo hilo, Ivan Fedorov, wapenzi wawili walishambuliwa kwa droni ya Urusi katika mji wa Vilniansk. Katika shambulio jingine katika eneo hilo hilo, mvulana mwenye umri wa miaka kumi na minne amejeruhiwa na huduma za umeme kukatwa katika karibu nyumba kumi na mbili alfu za makazi kufuatia mashambulizi ya Urusi. Nako Dnipro Petrovisk, shirika la ulinzi wa raia la Ukraine linasema mtu mmoja ameuawa na wengine wane kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya makombora ya Urusi na nchini Urusi kwenyewe, gavana wa eneo la Belgorod Vyacheslav Gladkov ameripoti uharibifu mkubwa uliofanywa katika miundo msingi ya nishati katika mji mkuu wa eneo hilo na wilaya kadhaa. Gladkov amesema huduma za umeme bado zilikuwa hazijarudi kufikia asubuhi ya leo Ijumaa. Gavana wa eneo la Briansk naye amesema nyumba kadhaa zimeachwa bila umeme kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Ukraine. Na tukiachana na hilo, mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani yamehitimishwa hii leo mjini Maskat, Oman, kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Iran IRNA lililo ripoti kuwa duru mpya ya mazungumzo hayo yaliyoanza asubuhi hii kwa upatanishi wa Oman imekamilika muda mchache uliopita. Zaidi kutoka kwa hawa Bihoga. Mazungumzo hayo yamefanyika kwa njia isiyo ya moja kwa moja chini ya usimamizi wa Oman yakilenga kupunguza mvutano ulioongezeka kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran pamoja na ukandamizaji mkali dhidi ya waandamanaji nchini Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi, akizungumza kupitia televisheni ya taifa kutoka Maskat, amesema hali ya mazungumzo imekuwa chanya na kuongeza kuwa pande zote mbili zimekubaliana kuendelea na mazungumzo na kuwa utaratibu wa muda wa duru inayofuata vitaamuliwa baadaye. Amesisitiza kuwa mazungumzo hayo yalilenga zaidi kuweka mfumo wa majadiliano ya kina badala ya kufikia makubaliano ya mwisho mara moja. Uh, Uh, e, katika mazingira mazuri sana tulitoa hoja zetu na mitazamo ya upande wa pili ilishirikishwa kwetu. Pande zote mbili zimekubaliana kuendelea na mazungumzo, lakini tutaamua kuhusu taratibu na muda wake baadaye. Hatua inayofuata tegemea mashauri yetu na miji mikuu nchi husika. Majadiliano yetu yamejikita kikamilifu kwenye swala la nyuklia pekee na hatuzungumzii mada nyingine yoyote na Wamarekani. Kwa upande wa Oman, waziri wa mambo ya nje Badr Al Busaidi alikutana kwa nyakati tofauti na ujumbe wa Iran na ule wa Marekani. Ujumbe wa Marekani uliongozwa na mjumbe maalum wa Mashariki ya Kati, Steve Witkoff, na ulimhusisha pia Jared Kushner, mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump. Mazungumzo haya yanafanyika miezi kadhaa baada ya vita vya siku kumi na mbili kati ya Israel na Iran ambapo Marekani ilishambulia maeneo ya nyuklia ya Iran. Ndani ya Iran, maandamano makubwa yameendelea kutikisa utawala wa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei, huku maelfu wakiripotiwa kuuawa au kukamatwa. Wakati huo huo, Washington imeongeza uwepo wa kijeshi katika eneo la Guba, ikiweka manuari na ndege za kivita karibu na Iran. Marekani inataka mazungumzo ya jumuisii tu wa nyuklia bali pia makombora ya masafa marefu ya Iran na ushawishi wake wa kijeshi katika ukanda huo, jambo ambalo Teherani imelitaja kuwa mstari mwekundu. Hata hivyo, maafisa wa Iran wameashiria uwezekano wa kubadilika katika kiwango cha urutubishaji wa madini ya uran iwapo vikwazo vya kiuchumi vitaondolewa ni matangazo ya jioni na tupo kwenye uchambuzi. Wakati huo, karibu watu 31 wamefariki na wengine zaidi ya 150 wamejeruhiwa katika shambulizi la kujitoa mhanga kwenye msikiti wa madhehebu ya Shia uliopo kwenye mji mkuu wa Pakistan Islamabad, wakati wa sala ya Ijumaa. Waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amelaani shambulizi hilo na ameziagiza mamlaka kuwapatia huduma bora kabisa majeruhi hao. Zaidi ni kutoka kwa Grace Kabogo. Msemaji wa jeshi la polisi Taki Jawad amelembea shirika la habari la DPA kwamba mshambuliaji alitembea kwa miguu hadi karibu na eneo la msikiti na kuanza kuwafyatulia risasi walinzi waliokuwa kwenye lango kuu la kuingilia msikitini na hatimaye kuingia msikitini. Jawad aliyenukuu ripoti za awali kulingana na mashuhuda amesema mshambuliaji huyo kisha aliingia msikitini na kufyatua mabomu aliokuwa ameyafunga kwenye fulana yake na kusababisha vifo na majeruhi. Baba wa Onsha ni miongoni mwa majeruhi wa shambulizi hilo, na hapa anaeleza zaidi. Baba yangu amejeruhiwa vibaya sana, mguu wake umejeruhiwa na amepata tundu tumboni. Tunaishi hapa Tarlai. Nilikuwa nyumbani kwangu ninaumwa, vinginevyo mimi na kaka yangu tungekuwa pia msikitini. Sisi sote watatu hatukuwa tunajisikia vizuri, ndio maana tulikuwa nyumbani. Baba alikuja kwa ajili ya sala ya Ijumaa. Tulisikia mlipuko na mama akaniambia, huu ulikuwa mlipuko wa aina gani? Afisa mmoja mwandamizi wa eneo hilo Irfan Memon amesema wanaweza kuthibitisha vifo 31 hadi sasa, lakini wanahofia kwamba idadi hiyo itaongezeka kwa sababu wengi waliojeruhiwa wana hali mbaya. Kikosi cha waokozi waliwapeleka zaidi ya majeruhi 150 hadi kwenye hospitali kuu ya Islamabad ambako hali ya tahadhari ilitangazwa. Rais wa Pakistan Asif Ali Zardari na waziri mkuu Shehbaz Sharif wamelaani shambulizi hilo kwenye taarifa tofauti na kutuma salamu za pole kwa familia za wahanga. Waziri Mkuu Shehbaz kwa upande wake ameziagiza mamlaka kuwapatia huduma bora kabisa majeruhi hao na kuamuru uchunguzi ufanyike. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi hilo, lakini kuna mashaka makubwa kwamba makundi ya wanamgambo kama ya Taliban wa Pakistan au lile linalojiita Dola la Kiislamu, ambayo yalishutumiwa kwa mashambulizi ya huko nyuma dhidi ya waumini wa Kishia ambao ni wachache nchini humo, wapatao asilimia 20 kati ya idadi jumla ya watu milioni 250. Shambulizi kubwa la mwisho mjini Islamabad lilitokea mwaka elfu mbili na nane baada ya mshambuliaji wa kujitoa muhanga kuilenga hoteli ya Marriott na kuwaua watu 63 na, na wengine 250 walijeruhiwa. Mashambulizi yanayofanywa na wanagambo hao wa Kiislamu yameongezeka nchini Pakistan tangu Taliban waliporejesha udhibiti wa taifa jirani la Afghanistan. Kundi la Taliban la Pakistan, ambalo ni tofauti na lile linalotawala Afghanistan, nalo linashutumiwa kwa kufanya operesheni zake kwenye eneo la mpaka. Na linahusishwa na visa kadhaa vya kuvishambulia kwa mabomu vikosi vya usalama pamoja na raia. DW tunavuma kwa kishindo tunavuma kwa kishindo. Msikilizaji, tukiendelea na uchambuzi, mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia haki za binadamu Volker Turk amefahamisha kuwa shughuli za shirika hilo zimekwama kutokana na ukosefu wa fedha, kutokana na wafadhili kuacha kutoa ufadhili ama kupunguza fedha walizokuwa wakitoa. Amesema hali hii imetatiza uendeshaji wa kazi za shirika hilo katika mataifa 17. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti hii. Mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la haki za binadamu Volker Turk ameelezea kuwa baada ya wafadhili wakuu kujiondoa wa mwaka jana, ufuatiliaji wa haki za binadamu umo hatarini, kutokana na ukosefu wa fedha ambazo zingesaidia kwa bainisha waathiriwa na pia wahusika katika suala zima la kulinda haki za binadamu mwaka huu. Ofisi hiyo inahitaji dola milioni mia nne kuendesha mipango yake katika nchi mbalimbali, kando na zile za matumizi ya shughuli za kila siku kama vile mishahara kwa wafanyakazi wake. Turk ameelezea masikitiko yake kwamba hali hii ya uhaba wa fedha inatokea wakati ulimwengu ukikabiliwa na kuongezeka kwa visa vya ukiukaji wa haki za binadamu. kuondolewa reduction... na kupunguzwa kwa misaada kunaifungua mikono ya wanaohusika kwenye ukiukaji wa haki za binadamu kufanya vile wapendavyo. Kushamiri kwa matukio hayo kunamaanisha mwaka huu wa Ohio, manisha, huwa, 2026 tunahitaji kuongeza juhudi zaidi and mwaka uliopita shirika hilo lilikuwa na bajeti ya dola milioni mia tano lakini lilipokea dola milioni mia mbili hamsini na tu. Hii ilitokana na hatua ya utawala wa Rais Donald Trump kuacha kutoa misaada ya kifedha kwa ofisi hiyo. Mwaka uliotangulia chini ya utawala wa Rais Jo Biden, Marekani ilitoa mchango wa dola milioni thelathini na sita. Ufaransa, ambayo pia ni miongoni mwa wafadhili mia moja kumi na watatu ambao wamekuwa wakitegemewa na shirika hilo, hawakutoa fedha zozote huku Uingereza ikipunguza mchango wake. Hata hivyo, mataifa ya Uswisi, Ujerumani na Umoja wa Ulaya yalizidisha michango yao. Kutokana na hali hii ya uhaba wa fedha, kamishina mkuu Turk alilazimika kuchukua maamuzi ya kufunga ofisi kadhaa, hasa nchini Colombia na pia kupunguza shughuli zao kwa asilimia sitini nchini Myanmar. Aidha, walipunguza mipango yao ya kupigania haki za watu mia sita walio vizuizini nchini Chad. Vivyo hivyo shirika hilo la haki za binadamu limeshindwa kushughulikia hali nchini Ukraine na katika mamlaka ya Palestina. Katika ripoti yake, ofisi hiyo inaelezea kuwa imeweza kuwasaidia zaidi ya watu sitini na saba elfu walionusurika mateso na pia kutoka utumwa mamboleo. Aidha, waliweza kuchunguza na kuandaa taarifa zaidi ya elfu kumi kuhusu vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Hii leo Ijumaa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba dunia inaelekea pabaya kutokana na ukosefu wa fedha kwa umoja huo kuweza kutekeleza majukumu yake na tunamalizia uchambuzi jioni hii na ripoti hii inasema, vita vinavyoendelea nchini Sudan vimeendelea kusababisha hali ngumu ya maisha, huku njaa ikizidi kuenea katika maeneo yanayokumbwa na mapigano, hususan katika eneo la Dafur magharibi mwa nchi hiyo. Michael Quena anatupia jicho hali nchini humo katika ripoti ifuatayo. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya shirika la kimataifa la ufuatiliaji wa njaa, Integrated Food Security Phase Classification maarufu kama IPC njaa sasa imeathiri miji miwili Mbaru na Kenoi katika eneo la Darfur. Hii ni baada ya shirika hilo kuthibitisha mwaka jana kuwa wakazi wa mji mkubwa El Fasha walikuwa tayari wanakabiliwa na njaa kufuatia mzingo wa, wa miezi 18 na makundi ya wa wapiganaji. Tangu Aprili mwaka 2023, Sudan imekumbwa na vita vikubwa baada ya mvutano na madaraka kati ya jeshi la taifa na kundi wa la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF. Umoja wa Mataifa umeutaja mzozo huo kuwa ndiyo mgogoro mbaya zaidi wa kibinadamu duniani kwa sasa. Ripoti ya IPC imetolewa wakati kundi la RSF likiripotiwa kufanya shambulio dhidi ya hospitali ya kijeshi katika mji wa Kowik kusini mwa jimbo la Cordofan na kusababisha vifo vya watu ishirini na wawili, akiwemo mkurugenzi wa wili, hospitali hiyo na wahudumu wengine wa afya. Watu wanane walijeruhiwa katika shambulio hilo, kwa mujibu wa mtandao wa madaktari wa Sudan unaofuatilia matukio ya matuki vita Mtandao huu umeeleza kuwa mashambulio dhidi ya vituo vya afya si tukio la pekee, bali ni sehemu ya mashambulizi ya mara kwa mara yaliyosababisha hospitali kadhaa kushindwa kutoa huduma. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa zaidi ya watu elfu arobaini wameuawa tangu vita kuanza, huku zaidi ya watu milioni 14 wakilazimika kuyahama makazi yao. Hata hivyo mashirika ya misaada yanasema idadi halisi huenda ikawa kubwa zaidi. Kwa mujibu wa ripoti ya IPC, hali ya njaa imegunduliwa rasmi katika mji wa Umu Baru na Kernoi. Takwimu zinaonyesha kuwa karibu asilimia 53 ya watoto wenye umri wa kati ya miezi 6 na miaka mitano mjini Umu Baru wanakabiliwa na utapia mlo mkali huku asilimia 32 ya watoto mjini Kernoi wakipitia hali hiyo hiyo. Ripoti hiyo imeonya kuwa viwango hivyo vya utapia mlo vinaongeza hatari ya vifo na vinaashiria kuwa maeneo jirani pia huenda yanakabiliwa na hali mbaya sawa na hiyo. Kuanguka kwa, kwa mji wa El Fasher mikononi mwa RSF mwishoni mwa mwaka 2025 kulisababisha wakazi wengi kukimbilia miji ya jirani, jambo lililoongeza shinikizo kwa rasilimali chache na kuongeza tatizo la uhaba wa chakula. Kwa sasa idadi ya maeneo yaliyodhibitishwa kukumbwa na njaa nchini Sudan imefikia tisa. Mwaka 2024 njaa iliripotiwa katika maeneo kadhaa ya Darfur kaskazini na katika eneo la milima ya Nuba ripoti hiyo pia imeonya kuwa maeneo ya Kordofan yako katika hatari kukumbwa kali zaidi kutokana na kusambaratika kwa uzalishaji wa chakula na njia za usambazaji, hasa katika miji inayozingirwa na maeneo yaliyotengwa. Wataalamu wanasema njaa hutangazwa rasmi pale vifo vinavyotokana na utapia mlo vinapofikia angalau watu wawili kwa kila watu wa elfu kumi au watoto wanne chini ya umri wa miaka mitano, huku zaidi ya asilimia 30 ya watoto wakikabiliwa na utapia mlo mkali. Angela, tayari naona uko hapa kutuambia yale yanayoandikwa zaidi jioni kwenye mitandao ya kijamii yapi? Niko tayari kabisa. Mm, kwanza mm. E, nimekutana na Gumzo Lilian kutoka Sudan Kusini huko mm, mm. Kuna mwanamume anaitwa Ton Choldriak mm, amemwoa Bi Atong Aguto moniro baada ya kulipa mahari kiasi cha dola elfu sabini na saba za Kimarekani, fedha taslimu cash. Ngoja kwanza, ngoja kwanza. Dola elfu sabini na saba za Kimarekani, napiga hesabu ng'ombe 297 na viwanja kadhaa havikutajwa idadi, na amefanikiwa kumwoa binti baada ya kumshinda mpinzani wake aliyekuwa, aliyetaka kumtolea huyu mwanadada mahari ya dola elfu ishirini na tano na ng'ombe mia moja hamsini na nane lakini ndo hakufika dau. Kuna maswali mengi sana hata kutoka kwenye maoni, watu wanajiuliza. Lakini eh, nikwambie tu harusi yao ya kifahari imefanyika siku chache tu zilizopita mwezi huu wa Februari, na wanatokea katika kabila la Dinka ambalo mahari inajumuisha mifugo hasa ng'ombe. Hmm, fedha taslimu na vitu vingine vya thamani, na jamii nyingi za Sudani Kusini zinatajwa kuwa zenyewe huwa zinaoa, eh, zinafanya ndoa kuwa ni kama muunganiko kwa kifamilia kuliko wa watu wawili. Hmm. hmm. Hmm, au ndio maana labda mahari inakuwa kubwa, labda maswali ni mengi sana. Hmm, sasa kuna mtu anaitwa Bren anauliza, itakuaje kama ndoa yao ikivunjika? Familia ya mke watatakiwa kurudisha mahari kwa mume, au itakuwaje? Alafu Le Grand Howard anauliza, huyu bwana harusi ana kaka yake, nahitaji kuolewa na mtu wa Sudan Kusini <laughs> na Bart Morgan anasema hizi ni tamaduni zao, hasa kama mwanamke ni mrefu <laughs> sasa ah, okay. nafikiri wengine tutakosa, tungekosa soko kabisa, ungepata soko <laughs> lakini <laughs> mahari yako ingekuwa chini kabisa. Sasa <laughs> Naasia ameandika Sudan Kusini ni nchi maskini zaidi duniani, watu wanawezaje kuona fedha kiasi nini? Pesa nyingi, dola elfu sabini tena cash taslimu fedha taslim. Basi tuyache hayo eh, mambo nakiengine eh. Kama kuna eh, muda upo sasa eh, Lilian, wakati ukiendelea kushangaa namna fedha inavyoweza kukupa mke mm -hmm. unayemtaka mrembo. mtu tajiri zaidi kwenye sayari hii mm -hmm. Elon Musk mm -hmm. ameandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba waliosema pesa haiwezi kufuraha kwa kweli walikuwa Unajua kitu hasa anachokizungumzia, hii ni twit ambayo tangu aichapishe jana imeibua mjadala na wengi wameisambaza, na mitazamo imekuwa tofauti na kubwa. Wanathibitisha kwamba huyu jamaa mwenye pesa zote bado anakiri kwamba furaha hainunuliwi. Hajasema sababu, japokuwa unaweza tu kuhisi kwamba kuna kitu hakiko sawa, kuna jambo huenda limemkuta. Anapitia nini bwana Mask? Ha, hajazungumza chochote lakini, unaweza kufikiria tu kwa hii hicho alichokiandika kwamba huenda kuna kitu kizito kimempika, lakini <laughs> <laughs> Angela, wapo wanasemaga pesa sabuni ya roho hiyo mm, roho yako chafuka, chafuka. kitu kishakuwa na pesa tu ndio tajiri mwenye fedha nyingi zaidi duniani anakwambia mm -mm, mm -mm, kuna si jambo hapo tusilolijua. brood of a mind ameandika acha, mm, nipate pesa mimi nitawanunulia wote furaha. halafu one mad nugget ameandika huyo atakuwa hajui kuzitumia, lakini blueberry <laughs> naye anasema basi, kama ni hivyo, gawa hela zako zote Elon.

Angela, nadhani sasa awesome. Tugeukie na kwenye mitandao yetu. Ama kuna jingine ambalo nimekukatisha. Jingine tu ni kwamba kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii huko Facebook, Instagram kuna kibonzo kizuri sana uh -huh. Kuhusu mvutano unaoendelea kati ya Marekani na Iran sasa, uh -huh. Kama kwa namna kilivyo, namsihi tu msikilizaji apite huko DW Kiswahili, halafu atupe atupeatafakuria <laughs> oh? <laughs> <laughs> Aende, nani, asante sana. Basi mimi naangalia kwenye ukurasa wetu wa Instagram, hapa namwona Jofari Kopo wa Moshi Tanzania, yeye anasema kauli zake Rais Trump zimejaa utata, lenga e, chapati wa Bariadi anasema kukosekana kwa fedha kwenye shirika la haki za binadamu kutaathiri sana watu wa hali ya chini na adadi Mzamiru wa Bukoba Tanzania, anasema kauli zinazotolewa na Rais Trump zinasababisha hali ya sintofahamu pofu Kilimanjaro Tanzania. Andika poleni sana huko Pakistan kwa vifo vya watu 31 vilivyosababishwa na mtu aliyejitoa mhanga. Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi Tanzania anasema misaada ya chakula inahitajika haraka huko Sudan. Na Hussein Kairuki ameandika, Afrika tulichelewa sana, tunapaswa kujitegemea ili kuepuka kunyanyaswa. Mm -hmm. Justin Just Agostino anasema Afrika hatuwezi kujitegemea kwa sababu tuna viongozi waliotanguliza maslahi. Maneti magongo wa Iringa au Tanzania anasema anawatakia mazungumzo mema Marekani na, na Iran. Na ujumbe kupitia chaneli ya YouTube, nimeitegea sikio DW nikiwa Sirori Mara, Tanzania. Huyu anaitwa Dismas Maro. Eric Mbaule ameandika inasikitisha sana kuona kuwa shirika la kutetea haki za binadamu linakosa fedha za kuendesha shughuli zake. Na Nicolas Godfrey Baba Flora wa Manyovu anasema Umoja wa Mataifa rejesheni amani katika nchi zenye machafuko. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook namwona Julius Alfred ameandika poleni sana Pakistan kwa shambulio hili sababisha vifo vya wapendwa wenu. Nami naangalia sasa kwenye ukurasa wa Facebook, Danilo Mares anasema poleni sana huko Pakistan kwa vifo vya wapendwa wenu vilivyosababishwa na shambulizi ambalo limetokea kwenye huo msikiti. Angela, tunaambiwa muda wetu umeisha hapa studioni. Ninakushukuru sana kwa kuungana nami na ninakushukuru sana wewe msikilizaji na mfuatiliaji wetu ambaye umeungana nasi jioni hii. Hadi wakati mwingine, naitwa Lilian Mtono, ninakutakia jioni njema, lakini pia wikendi njema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Satelite badri nane, Eutelsat 8 WB, Hotbed 13 G na SES5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni. Kwaherini.